Mm -hmm. Kaa ushago, mi uishi ushago. Watu wanasemanga mi sikai ushago, nitaparara. Unaparara wapi wapi? Panapararwa mi nimeparara wapi? Angalia hata kucha nimetengeneza. Kwani ushago mtu awezi kuwa mrembo, awezi oga, awezi ng'ara? He, mi uchafu yangu iko wapi? Mi nakaa mchafu wapi?